Assalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi wa Islam, tunaendelea katika kipindi chetu cha kukumbushana na kupiana faida katika yale yenye kheri na yenye kuleta baraka. Na insha Allah tuchukue katika adabu za kutia udhu pamoja na dua zake. Tunapotia udhu tunatakikana tuseme bismillah. Halafu tunaanza kutia udhu kwa upande wa kulia kuelekea kushoto katika vile viungo mahsusi

Astaghfiruka wa atubu ilayh. Hizi ni katika adabu na taratibu za kutia udhu pamoja na dua zake. Jitahidini, tunapotia udhu tutie udhu kama tulivyofahamishwa kwa usahihi, na tunapomaliza tusiache kusoma dua wala tusidharau jambo hili, kwani ni jambo ambalo tatufanya sisi ibada zetu zisalimike.